Bodaboda boda ni usafiri maarufu sana kwenye miji mbalimbali hapa nchini. Wengi wanautaja kama usafiri wa haraka na wenye gharama nafuu ukilinganisha na aina nyingine za usafiri. Licha ya sifa hizo kedekede kede, ambazo zimeufanya uwe maarufu, lakini bado unatajwa kama usafiri hatarishi zaidi pindi unapokutana na yule anayekuendesha akiwa hajatulia ama mwenye haraka barabarani. Kwa mujibu wa takwimu za MOI zinaeleza kwamba kati ya watu asilimia 70 mpaka 80 ya majeruhi ambao wanafikishwa pale kupatiwa matibabu, wengi chanzo chao ni ajali za bodaboda, huku pia tukielezwa katika idadi ya vifo ambavyo vinasababishwa na bodaboda zaidi ya mia saba, kwa mujibu wa takwimu za mwisho, wengi waliofariki ni madereva wenyewe wa bodaboda. Kulikoni katika usafiri ambao umekuwa ukivutia wengi, katikati yake kuwa ni janga ambalo limeacha watu wengine wenye ulemavu, na huku kuna ambao bado wakibubujikwa na machozi kutokana na kupoteza wapendwa wao. Hii leo tutapiga darubini kuona shida ipo wapi na kwa nini usafiri huo ambao umewavutia wengi usiwe salama na hatimaye urasimishwaji wake uonekana wenye tija. Naitwa Nurdin Selemani nikikualika kwenye Uchanganuzi. Hapa studio tumemwalika Inspekta Dina Mosi, anatoka dawati la elimu trafiki makao makuu. Karibu sana, inspekta. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Kando yake tunaye uh, Isa Mustafa ambaye ni katibu msaidizi wa shirikisho la madereva pikipiki mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana Isa. Asante, asante. Mambo yanakwenda. Mungu anajalia. Mm. Na kabla tujaenda mbali, kwanza tumsikilize uh, mkurugenzi wa MOI Dr. Mpoki Ulisubisia wakati akitoa takwimu kuhusiana na idadi ya majeruhi wanaowapokea na kuwatibia. Bodaboda nazo zimechangia kwa kiwango kikubwa sana majeruhi kwa sababu ya kuendeshwa vibaya, ajali zinakuwa nyingi, watu wanavunjika, watu wanakatika viungo. Kwa utaratibu wa namna ile, dereva, abiria au waenda kwa miguu, majeruhi wanaoletwa pale MOI asilimia sabini mpaka themanini wote wanakuwa wamesababishwa na bodaboda. Inawezekana tukawa na jamii isiyokuwa na ajali, inawezekana kabisa. Tunachohitaji ni kila mmoja wetu kunia kutii sheria za barabara, watumiaji na watazamaji na waenda kwa mguu wote tunaweza. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya MOI huyo Dokta Mpoki Ulisubisya akitoa takwimu hizo ambazo zimekuwa mjadala. Tuanzie kwake Inspekta Mosi, kulikoni mmekuwa uh, barabarani, lakini hizi ajali bado zinaonekana zinaongezeka, shida ipo wapi? Uh, unajua vyanzo vya ajali viko vitatu, mm-hmm, ambavyo cha kwanza ni ubovu wa chombo, cha pili ubovu wa miundombinu na mazingira, na cha tatu ambacho ni kikubwa kuliko chote ni makosa ya kibinadamu. Sasa tunaangazia hapa kwenye makosa ya kibinadamu ambapo vijana wetu wa bodaboda, mara nyingi yale makosa ambao wanayafanya yanakuwa ni hatarishi kwao wenyewe, kwa maisha yao, lakini pia kwa watumiaji wengine wa barabara Tunaelewa kabisa kwamba bodaboda wengi wanajifunza muda mchache na kuingia barabarani, lakini matatizo yako kwa wale wamiliki wa vyombo, kwa sababu sheria inamtaka ya kwamba ili mtu aendeshe chombo cha moto lazima awe ameingia darasani na apate leseni na awe na umri kuanzia miaka kumi na nane, nao amejifunza sheria, kanuni pamoja na taratibu za barabara. Lakini wao hawaangalii hilo, anaona huyu ni mwanangu, amemaliza kitu fulani, hana kazi, basi anampa, bila kujua kwamba anahatarisha maisha yake ye mwenyewe. Kwa hiyo cha msingi ambacho tumekiona zaidi, kwa sababu pia hiki chombo ni ngumu sana katika kukamata na maana tunaangalia mazingira, we mwenyewe mkamataji, usalama wake uko wapi? Lakini na yule unayemkamata, usalama wake uko wapi? Basi na wenyewe wamepatia hapo hapo lopolo ya kufanya jinsi wanavyojisikia wanavyo, lakini tunajitahidi sana katika kuwapa elimu ya matumizi salama ya barabara, tukiwaeleza athari za ajali, lakini tukiwapa rehabu wao wenyewe, ya kwamba madhara ya ajali kwa wao wenyewe ni makubwa kuliko hata kitu kingine, kwa sababu tunajua kwamba kile chombo bodi ni wewe mwenyewe. Mm. Iyo, wewe mwenyewe, kwa hiyo hata utakavyopata ajali, na maana wewe unaweza ukapata ulemavu wa kudumu au ukawa umepoteza maisha, au hata kama vile umepata majeraha, lakini utakaa nyumbani hautopata tena ile hela. Kwa hiyo ni muhimu kuwa wavumilivu, kuwa makini na kutambua hatari za barabarani, wao kwa sababu chombo chao ni chembamba, wanapenya popote bila kuangalia zile kanuni za kufuata barabarani ni zipi? na hicho ndio kinachowaponza sana, na kwa sababu wenye kuendesha hizi bodaboda wengi ni lile kundirika ambalo bado wako kwenye utukutu watu wazima wengi waendeshi bodaboda, kwa hiyo wanakuwa si wavumilivu, lakini pia si makini barabarani. Anachokiangalia yeye kwamba nitarudi na shilingi ngapi nyumbani, haangalia kwamba nikifanya haya makosa naweza nisirudi na hizo hela, muimbili hata, nikapata na hela nikaishia moja kwa, moja, kwa, kwa kutokuwa wasikivu. Sisi kama Jeshi la Polisi tunajitahidi sana tunatoa elimu, tunawafata kwenye vijiwe, tunaandaa makongamano, tunaandaa madarasa mm -hmm. Lakini utakuta kwamba unaweza kuandaa darasa sehemu, unategemea upate bodaboda mia nne, wakaja bodaboda mia mbili, mia na hamsini. Bila kuhimizwa hawawezi kuja wengi kwao, lazima uwatie mkazo sana, na wale wanaokuja unaona kabisa kwamba sometimes hawana utulivu wa kusikiliza kila ambacho unakizungumza kuna wengine wanakuwa makini wanakuja na notebook na nini, anajua kwamba anaenda darasani, lakini mwingine anakuja bila hata notebook. Unajua kabisa kwamba huyu mtu amekuja tu, nifanyeje? Kwa hiyo kasoro iko hapo ya kwamba tunajitahidi kwa hali na mali kuwaelimisha kwa sababu tunaamini kabisa kwamba tukimwelimisha mtu, tunampa ujuzi sahihi wa kutumia barabara lakini tunaepata nguvu kazi ambayo ni sahihi katika kutumia barabara kwa sababu tunaona kwamba hata hapa tulivyoangalia kwamba kuna majeruhi wao wenyewe lakini pia kuna majeruhi watembe kwa miguu mm. Na ni kwa sababu hawataki kuti vile vivuko vya watembea kwa miguu yani, alama wao kama vile haziwausu ta kama hazi uh, yani ishara za askari kama haziwausu lakini kisheria dereva yote anatakiwa ati sheria kanuni, na taratibu lakini afuate alama ishara, pamoja na taza barabarani, wao hawataki. Unaweza kukuta hata gari limesimama kwenye zebra, yeye ana overtake, lakini analitakiwa na yeye asimame. Uh, unaweza kukuta kwamba magari yamesimama kama hizi barabara ambazo zimechanganyika na mwendokasi, yeye anapita, na ndo sehemu kubwa sana watu wanakogongewa kwamba ile pale magari yamesimama, lakini anatanoku ya pembeni alafu yuko spidi. Kwa hiyo akimgonga mtu lazima mtu ataweza kupoteza maisha au akapata ulemavu wa kudumu, kwa sababu ajali, uh, dereva anavyokuwa spidi ndio na madhara yake anakuwa makubwa, mm. Kwa hiyo hawa mara nyingi wanaendesha mwendo ambao hawawezi kumudu dharura pindi inavyowakuta, okay. Mm. Tunaelewa kwenye udereva kuna vitu vitano, ambao ni kuona, kutambua, kutabiri Uh, kutekeleza. Hao wenzetu, kuje, barabara, kuamua yani, hmm. Yani, si na nakutekeleza yani, hmm. na kwa hawa wenzetu hana hata muda wa kuangalia mazingira ya barabara yakoje. Hawana. Au kija kwenye kuamua, yani yeye anafanya ili mradi, hafikiri mara mbili mbili. Yani si kwamba nawasema vibaya lakini katika hali ambazo tunakutana nazo. Kutambua kwamba sasa hivi kuna hatari gani wala yani akutane nayo tu. Na saa nyingine hivi unaweza kuamini kwamba bodaboda zinaweza kagongana hata uso kwa uso kitu ambacho kwa vile vyombo ni nadra, lakini huwa inatokea. Lakini hata kwenye taa kama vile haziwahusu, kwa hiyo haangalia kwamba hapa niko kwenye hatari, ni tabiri ya kwamba sasa hivi napita hivi, lakini kuna gari ambayo imeruhusiwa inaweza ikapita na, na tukagongana. ye hicho hakuna mm-hmm anaamua vyovyote anavyotaka bila kutumia busara, bila kuangalia maisha yake mwenyewe na bila kuwa makini katika kile anachokiamua, na ndio maana unakuta ajali ni nyingi za bodaboda kwa ajili ya hayo mapuuza hapo. mm. Inspekta hapo, kuna wakati mlikuwa mna utaratibu wa kuwapeleka pale MOI uh, kwenda kuwaonesha madhara na tusi tushafanya stori mara kadhaa kwamba mbona wenzako hawa kwa sababu ya kutokuwa makini barabarani. Haya ndo ambayo amemtokea leo, ilibidi awe kwenye chombo, lakini hawezi tena, yupo hapa. Ilisaidia kwa namna yote ya, ilisaidia kwa sababu tukiangalia hata huku nyuma ajali za bodaboda -boda zilikuwa ni nyingi zaidi kuliko sasa hivi, yani majeruhi, unaona kama sasa hivi wametaja elfu moja na kitu, lakini miaka mitano nyuma kulikuwa na zaidi ya elfu mbili elfu tatu. Kwa hiyo inamaana kwamba madhara na ajali za bodaboda zimepungua kwa zaidi ya asilimia hamsini zimepungua sana kwa kweli. Kwa hiyo huwa tunafanya hivyo kwa ajili ya kwamba waangalie, huyu mtu atatoka lini hapa, au huyu mtu amekatika kiungo kimoja, kweli anaweza kurudi tena kwenye kufanya kazi kwao. Mwingine ambaye ana mapokeo mazuri, wa wanaakili, anaweza akafikiria lile anaacha kabisa kufanya mapuuza kwenye barabara mm. Na wanakuwa makini. Kuna bodaboda wengine wanajelewa sana na tukumbuke, sasahivi kwa sababu bodaboda imekuwa ni ajira nzuri sana kwa vijana, kuna hata wasomi wamejiingiza kwenye bodaboda mm. Na hata msomi kwa kumwangalia tu utamjua, kwa sababu anakuwa very smart, lakini anakuwa hana papara. Yani vyovyote vile anavyo, sheria inavyotaka yeye awe navyo, unakuta anavyo kutaen mbili ana viatu vyake vizuri, yuko very smart. Hata kwenye kupokea mteja um, anampokea vizuri, sio ile jinsi alivyo tunaona wengine wengi uh, vijana wana viduku hata viduku. Yani, ukimwangalia hivi tu unaogopa kupanda pikipiki yake yani mm. Kuna mtu mwingine hajiuzi kabisa katika bodaboda, ukimwangalia hivi tu unaacha Kuhu, eh, lakini kuna ambao wanajielewa. Kwa hiyo sasa hivi bahati nzuri ili kundi limechanganyika la wasomi pamoja na watu ambao wajasoma, tunategemea kabisa kwamba hawa ambao wajasoma basi at least waige vitu. Okay. Yeah. Isa, uh, yeah. Kwa hawa ambao ni wasomi, kwanza tuanzie hapa. Hii idadi ya majeruhi kwenu haiwatishi na kuona kwamba inaweza ikaja na mimi zamu yangu kama nisipokuwa makini barabarani. Uh, nadhani afande kataja sifa za mtu ambaye anatakiwa awepo barabarani. Uh, hapa hizi takwimu zinatajwa, uh, na afande amesaidia hapa kusema zimepungua. Uh, jambo lolote linaharibika mwanzoni katika uundwaji wa jambo, mm. Hii ajira ilivyoletwa ililetwa kama sehemu ya kuona, yani ililetwa kisiasa, ya naweza kusema hivyo, lakini kutokana na changamoto ya mahitaji ya ajira iliyokuwepo mtaani, kukawepo na wimbi kubwa. Sasa hiyo, kila mtu anaingia, kila mtu anaingia kwao, ikawa ni sekta ambayo imekusanya kila aina ya watu na jambo limekuja kama mafuriko. Hmm, ni vigumu sana kulidhibiti kwa dakika moja ko kwa kwanzia elfu mbili na nane elfu mbili na tisa sheria ikatungwa, elfu mbili na kumi kanuni za kwanza zikatungwa, elfu mbili kumi na tatu zikafanyiwa marekebisho, kumi na saba marekebisho, ishirini marekebisho, ishirini na tatu marekebisho, na mamlaka za usafirishaji arizini zamani iliyokuwa mamlaka ya usafirishaji nchi kavu na ba, na majini hmm. Tunajitahidi kushirikiana pande zote tatu, upande wa uh, jeshi la polisi wanafanya kazi yao nzuri, upande wa mamlaka za kiserikali nao wanafanya kazi vizuri, na sisi kama taasisi ambayo inawasimamia hawa vijana, na sisi tunajitahidi kuhakikisha kwamba kuna vitu ambavyo tunavijenga vifikie hatua tutoke kwenye hii picha uh, katika mambo utekelezaji wa jambo, kuna vitu vingi uhum. Una uungwaji wa jambo utekelezaji wa jambo na usimamizi wa jambo. Hapa kwenye usimamizi wa jambo, panahitaji nguvu na akili nyingi kuliko maeneo yote mengine, kwa sababu unaweza ukalijenga jambo ukalitekeleza vizuri, lakini likashindikanika kupatikana usimamizi, likaharibika. Kuna vitu ambavyo tunavifanya kulingana na namna tunavyosoma mazingira yaliyopo kuhakikisha kwamba tunaenda ili hii idadi inapungua. Huko nyuma miaka elfu mbili kumi na tatu kumi na nne palikuwa ni, ni, ni, ni zaidi ya hapo dokta anapopazungumza mm. palikuwa zaidi ya hapo lakini kwa kushirikiana na jeshi la polisi, ushirikiano na serikali, tukatoa elimu, tukatengeneza taasisi ambazo zinaweza zikawa zina, zinafikika kwa urahisi. Uh, SUMATRA kipindi hicho kwenye kanuni zao walisema lazima kila dereva anayeendesha pikipiki ya, ku, ya kukodiwa mm, awe kwenye chama angalau cha ngazi ya wilaya, lakini bado msajili wa vyama vile, Wizara ya Mambo ya Ndani, inaweka ni hiari mtu kujiunga kwenye chama husika kuna mwingine anakwambia, mimi nanisaidia nini kujiunga. Anahitaji apewe elimu aone faida ya kujiunga, lakini wakati anapewa elimu tengenezwe mkakati wa kumsimamia. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa udhamini wa benki fulani kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa tulipeleka vijana takribani kumi mm, mm, eh, na tatu nchini Rwanda kwenda kujifunza wamefanyaje kuona wao wamefanyaje na kuja hapo wao wamefanyaje, kiasi kwamba wamefikia steji, wamedhibiti kabisa, yani ajali ikitokea imetokea, ni ile wanasema ni bahati mbaya. Moja ya vitu ambavyo wenzetu walioenda kule walijifunza ni utengenezwaji wa mifumo mm, walivyorudi tukatengeneza kitu kinaitwa kanzidata tunawaingiza sasa hivi kwenye kanzidata, tunavyowaingiza kwenye kanzidata, kanzidata ili inaweza kumpa namba maalumu ambayo ina bakodi, unaweza kumtambua yuko wapi, kiongozi wake ni nani, anaishi na nani, yani wategemezi wake, yani unapata taarifa zake, taarifa zake zote, zote. Baada ya hapo mfumo unampa ile namba ambayo ndo tunaweka kwenye hivi vikoti mm. Uh, changamoto iliyopo ni kwamba vinahitajika kwa wingi na vina gharama mm. Kwao bado tunaendelea kutafuta wadau ili kuhakikisha kwamba tufikie hatua wote wawe wameingia kwenye mfumo wa kanzidata, wote wawe na uniform. Tukifikia hapo, kila mtu atakuwa akifanya jambo anajua ataadhibiwa, ata, mm. ata mm. na kanzidata yetu imeunganishwa na mfumo wa jeshi la polisi kwao mtu aliyopo kule namba yake, jeshi la polisi wakiipata, akiweza kuingiza na mtambua, huyu ni fulani, katokea kituo fulani okay. Ko ripoti ikija kwetu tunajua na sisi, tuna tuna chain of command, yaani tuna ule mtiririko wa wa wa wa uongozi ko tuna mkoa tuna wilaya tuna kata mpaka kwenye kituo okay. Kwa akishajulikana anatoka wapi, ni maelekezo tu, anajulikana Kwao tunaendelea na hiyo hiyo kitu kuhakikisha mm, kwamba tufike hatua tutoke huko. Kuna jambo moja ambalo watu wana, wanasema haya matukio yanatokea, lakini kuna nyakati mnaonekana kama mjali, na ndio maana bado hali inakuwa ni hivyo hivyo, yaani unaona pale mwenzia amepata ajali kwa jambo ambalo huyu ameliona kabisa kosa, na huyu anarudia jambo hilo pale tu mbele shida ni? A, kwenye mjumuiko wa watu wengi kuna mambo mengi Uh, fanda amesema kuna watu wanaoelewa na wasioelewa. Kwa hiyo kuna mtu hiyo watu wao wakupuuza wapo, uh, ndo pale niliposema lazima kuwepo mekanizimu ya kusimamia, ndo hicho ambacho tunajitahidi kuendelea kukitengeneza kiasi kwamba yule ambaye ameambiwa ameweza kusikia alafu kakiuka, anachukuliwa hatua. Hapo ndo sehemu ambayo tunahitaji kuwekeza nguvu ya kutosha na nguvu hii ya kutosha haiwezi kawa upande wa jeshi la polisi peke yao. Mm -hmm. Wao peke yao hawawezi, haiwezi kuwa upande wa kwetu peke yetu sisi hatuwezi, haiwezi kuwa upande wa serikali peke yao. Lazima tutengeneze puru, yani tutengeneze kitu ambacho ni cha pamoja, kwamba afande akifikwa na jambo ana akses ya kuliwasilisha kwangu haraka na mimi nikipata taarifa na aksesi ya kuiwasilisha kwa afande kwa haraka sana tukaweza kufanya hicho kitu ndio maana tulitengeneza hiyo kanzidata tukaunganisha na jeshi la polisi bado tunaendelea kuifanyia maboresho tuhakikishe kwamba tunafikia kwenye hatua sasa kwamba tumedhibiti okay. yeah. uh, inspekta uh, mara nyingi watu wanasema uh, trafik ni kama bodaboda uh, boda wamewashinda hivi hii kauli ukwenu huwa mna, mnaipokeaje? <laughs> Bodaboda hatujawashindwa, hatujawashindwa. <laughs> <laughs> Uh, ila tunaangalia usalama. Unajua, katika hali ya kawaida lazima ufikirie na yule ana, ana watu wanamtegemea, kwa sababu asilimia uh, fulani kama asilimia hamsini uh, au zaidi ya hamsini uwezi kumfanyia bodaboda. Mkono unamsimamisha akakaa pembeni, ukisimama hapo uking'ang'ania anaondoka na wewe anakumaliza <laughs> kwa hiyo tunaangalia jinsi gani ya kuwakamata wao wawe salama na mkamataji awe salama. mm -hmm. Lakini si kwamba tumewashindwa, na ndio maana tumewekeza nguvu nyingi sana kwa ajili ya kuwapa elimu ili waelewe, lakini shida ambayo pia au ni changamoto ambayo ipo ya kwamba unaweza ukawapa elimu leo, lakini kesho kwenye kijiwe hicho hicho wameingia wapya tena Okay. Sijui kama wanaelewa kila mm. siku bodaboda wanaongezeka, wanaongezeka wapi wanaongea. Hata ukiangalia vyombo jinsi vinavyozidi mjini, huwezi mm. kulinganisha vilivyokuweko mwaka jana na sasa hivi, hata haya mabajaji yenyewe kwamba ni mengi, yani kila siku vinazidi kuongezeka na, kwa sababu ni vyombo vya usafiri ambavyo vinafanya kibiashara, kwa hiyo kuna watu ambao wanawekeza sana kwa ajili ya kufanya biashara hizo vitu. Kwa hiyo sisi si, si, si kwamba tumeshindwa, ila tunajali usalama wao na usalama wetu sisi wenyewe. Ndio. mm. neno uh, lako nini sasa kwa eh, jamii nzima, kwanza hawa wenyewe ambao ni bodaboda, lakini pia wana abiria wao ambao ni wengi sana? Ndiyo. Kwa sababu kwa hizi foleni za Dar es Salaam mtu anakuwa wakati mwingine hana namna e, ataichukua bodaboda huku anamshikilia bwana, twende taratibu taratibu hivyo ili mradi afike. Nini unawaambia? Mimi nawasihi tu kwamba watii sheria bila shuruti, wafuate sheria zote za usalama barabarani, waangalie usalama wao zaidi na wajijali wao lakini pia wajali wale wengine wanaotumia barabara, kwa sababu kila kundi lina haki sawa ya kutumia barabara. Lakini hawa wenzetu ni wahanga, wanakuwa hawaheshimu yale makundi mengine. Kwao wawe na tabia njema wawapo barabarani, lakini wapunguze mwendo kasi wanavyoendesha, kwa sababu imekuwa ni kikwazo. Kitu kingine ambacho nawashauri pia, wabodaboda wawe na leseni pamoja na bima, kwa sababu unaona kama hivi ajali zinavyotokea, anaweza kuwa hana leseni lakini ana bima akavunja taya vieti, analipaje? Inakuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu bima haito kava lile janga. Kwa hiyo wajitahidi sana wanavyoingia barabarani wawe wamekamilika, na naamini kabisa kwamba bodaboda amevaa smart kama hivi, ana leseni, ana bima, pikipiki yake ina matairi vizuri, ina side mirror so, ambazo zipo yeah. hata na kofia zake mbili, hata ukimsimamisha hivi atasimama. Tatizo la kutukimbia sisi ni kwa sababu hawajakamilika. Kwa hiyo wakijikamilisha, na ni vitu ambavyo vya kwao ni vya bei, ambao ukijipanga, au hata ukisema unaweka elfu moja moja kila siku, unaweza ukakava vitu vyote kwa mwaka mmoja. Yaani unaweka elfu moja moja mwaka huu kwa ajili ya mwaka kesho, utakava bima, utakava kwa sa leseni baada ya miaka mitano mm, utakava bima utakava elementi ut, ut, yani kila kitu, lakini sasa hawajipangi. Kwa hiyo ni vizuri bodaboda anavyoingia barabarani akikisha kwamba amekamilika, asiendeshe mwendokasi, asiwe mlevi, asipakie abiria zaidi ya moja kwa sababu ni hatari, hata bima pia haiwezi kumfidia. Na hata yule abiria, anamwambia kwamba asikubali kupakiwa mishikaki. Unaweza kusema kwamba uh, unaponyesha shilingi elfu tano alafu ukavunjika, ukakosa haki zako kwenye bima mm. Lakini kitu kingine pia, hiki cha kubeba watoto chini ya miaka tisa kwenye bodaboda, na hasa wazazi waache mara moja hiyo tabia, wawapakize watoto kwenye usafiri ambao ni salama kwa watoto wadogo. Kwanza bodaboda inaharibu hata vifua vya watoto, lakini pia wale watoto sa nyingine nilishawahi kuona lakini katika wilaya ya mkoani watoto wamesinzia, yani wako yeah. mishkaki yeah. alafu wamesinzia, ni hatari sana. Kwa hiyo wazazi pia wapende watoto wao watafutie usafiri ambao ni salama kwa ajili ya kuwapeleka shule, wasigeuze hizi bodaboda kuwa school bus. yeah. Lakini na hawa abiria ambao wana chukua usafiri wa boda boda, nadhani kuna asilimia kubwa ya mtu ukimwangalia tu hivi kwa iba yake, unajua huyu mtu ni mstaarabu. Kwa hiyo wapakie kwa wale watu ambao wamekamilika, ana kofia mbili kwa ajili ya usalama wake lakini yule mwenye tabia ya kupenyapenya kwenye katikati ya magari, amuonya, mwambie, hebu tembea vizuri, mi sitaki kama. Mm. anakimbia na mwendo kasi, amuonya, amwambie, amkemee, mimi sitaki mwendo huo, sitaki kuwai, okay. Kwa sababu hivyo vitu vyote ni hatari. Lakini saingine anaweza kupanda kwenye bodaboda mwingine hata hajaoga, lakini mwingine ananuka pombe. Yeah. Yani bora uwache hiyo alfu, au mwambie naomba unishushe. Kwa hiyo asipande kwa hao watu ambao wana itilafu ya hivyo ili waweze kuwa salama na yeye aweze kuwa salama na yule bodaboda aweze not kuwa salama. Salama. Mm. Yeah. Uh, Isa Mustafa nyie mnafahamika zaidi kama maafisa usafirishaji. Neno lako ni moja tu, licha ya kwamba wakati tumetukimbia, lakini ujumbe wako ni nini? Kwa wengine ambao nyie mnasimamia sasa hivi huo mfumo ili kuhakikisha kwamba mambo yote yaweze kuenda vyema na ule urasimishwaji wenu uwe na tija. Naam. uh... Kuna kauli jeshi la polisi wanasema, usalama wetu ni jukumu letu sote. Uh, abiria anayepanda pikipiki ajue kwamba anatumia chombo cha usafiri, chombo cha moto barabarani. Kwa hiyo asitengeneze ushawishi kwa yule mwendeshaji, lakini pia mwendeshaji na yeye asichukulie ushawishi ambao wanaona utatengeneza usalama wao wote wawili kuwa hatarini. Hmm, wakati tunaendelea kutengeneza hiyo mifumo uh, ya usimamizi wale ambao wanaelewa wajitahidi wa, wa kwenda kiustaarabu kulinda, kulinda usalama wetu sote, madereva, abiria na watumiaji wengine wa barabara. Nam maneno ya kwa kwake Issa Mustafa, katibu msaidizi wa shirikisho la madereva wa pikipiki piki Mkoa wa Dar es Salaam, ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, lakini nimekuwa naye pia Inspekta uh, Dina Mosi anatoka dawati la elimu makao makuu trafiki. Ni washukuru sana kwa kuwa nami, asante asante asante. Na, na nukta hinu inatufikisha tamati ya uchanganuzi. Mi naitwa Nordin Selemani, leo tulikuwa tunamulika uh, takwimu ambazo zimetolewa na MOI kuhusiana na idadi ya majeruhi ambayo ni kati ya asilimia sabini mpaka themanini wanaotokana na ajali za bodaboda. Kwa hiyo tumeizungumza kwa upana wake na kuona wapi ambako kunapaswa kufanyiwa kazi hatimaye usafiri huu uendelee kuwa salama. ni kutakia usiku mwema na panapo majaliwa tukutane tena kesho. Kwa heri.